Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi siku ya leo. Tunazungumzia uvimbe kwenye ubongo. Tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia ni kina nani ambao wako kwenye hatari zaidi ya kupata uvimbe kwenye ubongo, na mwisho kabisa tutasema matarajio baada ya matibabu. Karibu sana. Sasa, ubongo ni sehemu ya mfumo mkuu wa neva ni chanzo cha mawazo hisia, kumbukumbu, lugha, kuona, kusikia, kutembea na kadhalika na kadhalika. Sasa uvimbe unapokuwa umetokea kwenye ubongo unavuruga kazi hizi zote za ubongo na kusababisha dalili mbalimbali. Uvimbe kwenye ubongo unapokuwa bado mdogo hausababishi dalili zozote. Lakini kadri uvimbe unavyoendelea kukua unaweza kusababisha mgonjwa akapatwa na degedege dege, kupungua kwa uwezo wa kuhisi kwenye eneo fulani la mwili, kupata shida kuongea, kupungua kwa uwezo wa kuona au kuona vitu viwili viwili, kupoteza uwezo wa kusikia, mabadiliko ya tabia na hulka na hisia ambazo zinabadilika badilika na kadhalika na kadhalika. Kumbuka kwamba yapo matatizo mengine ya kiafya yanayoweza kusababisha dalili hizi ambazo nimezisema hapa, matatizo kama ugonjwa wa kiharusi, kifafa, homa ya uti wa mgongo na kadhalika. Kwa hiyo ni daktari pekee anayeweza kutofautisha kwa uhakika, kwamba mtu yeyote mwenye dalili hizi anapaswa kumuona daktari ili tatizo lake liweze kutambuliwa na matibabu yaanze mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo unaweza kuwa unadhani kwamba ni uvimbe kwenye ubongo, kumbe ni tatizo jingine. Kwa daktari pekee baada ya kufanya vipimo ndio atakayejua kama ni ugonjwa, ni uvimbe uh, kwenye ubongo Tafiti zinaonyesha kwamba uko kwenye hatari zaidi ya kupata matatizo au uvimbe kwenye ubongo kama kuna mtu kwenye familia yenu aliyewahi kupata uvimbe kwenye ubongo, lakini pia kama umewahi kukutana na mionzi, labda ulifanyiwa operesheni uh, ulipigwa mionzi kwa sababu tofauti tofauti katika kazi zenu. Lakini pia matumizi ya simu mkononi, huwa mara nyingi tunayazungumzia sana, je, yanasababisha saratani ya, ya ubongo Kumekuwa mjada na mjadala mkubwa kuhusu hili katika miaka hivi karibuni, lakini bado wataalamu hawajakubaliana vilivyo. Zipo tafiti nyingi zinazosema ni salama na zipo kadhaa zinazosema si salama. Kwa hiyo bado bado hatujakubaliana vizuri vizuri, bado tunaendelea kuvutana kama wataalamu. Ili kutambua uvimbe kwenye ubongo, daktari ataagiza ufanye vipimo vya picha uh, ya kichwa. Kwa mfano, anaweza kufanya MRI scan au CT scan kuangalia ukubwa na aina ya ule uvimbe ambao uko kwenye kichwa. Anaweza pia kuagiza x-ray ya kifua ili kuangalia kama uvimbe huo au saratani hiyo imeenea kwenda kwenye mapafu. Kwa hiyo anaweza akaagiza vipimo vingine pia vya damu kuangalia hali yako ya jumla ya mwili wako, kama damu yako inatosha kwa ajili ya kukuandaa kwa ajili ya matibabu, na kuangalia maambukizi mengine ambao anaweza akawa na dalili sawasawa na zile za uvimbe kwenye ubongo. Kama tulivyosema awali, ukishagundulika kwamba uvimbe kwenye ubongo, uchaguzi wa tiba unategemea aina na hatua ya uvimbe ulipo. Uh, njia zinazotumika zaidi ni upasuaji, tiba mionzi, tiba kemikali au mchanganyiko wa hizi njia. Wakati kufanya uchaguzi kuhusu njia ya matibabu, nabidi umuulize daktari kuhusu madhara yanayoweza kutokana na tiba yoyote ambayo anakupatia na kwa jinsi gani hii tiba inaweza kubadilisha maisha yako ya kawaida. Kila tiba ya saratani ina madhara. Hii ni kwa sababu matibabu haya ya saratani mara nyingi yanafanya kazi kwa ajili ya kuharibu zile seli ambazo ziko pale. Kwa hiyo, kwa bahati mbaya ni kwamba wakati yanaharibu seli zile za saratani, inaweza kuharibu pia seli ambazo za afya ambazo hazina madhara. So, madhara yanaweza zisifanane kwa kila mtu, na yanaweza kubadilika katika kipindi chote cha tiba. Usidhani kwamba ukipata tiba leo madhara hayo yatafanana, ukipenda kupata tiba baada ya wiki inayofuata yanabadilika badilika. Kwa hiyo unaweza ukafanyiwa upasuaji kuondoa uvimbe kama u, u, uvimbe umekuwa sana, unaweza ukafanyiwa ukapigwa kwanza mionzi baadaye ukafanyiwa upasuaji, au unaweza ukapewa tiba kemikali, unaita chemotherapy. Ni dawa kali zinawekwa kwenye mishipa zinaingia kwenda kupambana na huo huo uvimbe. Sababu ya kutokea kwa uvimbe kwenye ubongo bado hatuijui. Kwa sababu hiyo, hakuna njia nzuri ya kuzuia hali hii kwa sasa. Kwa hiyo bado hatujajua namna ya kuzuia uvimbe kwenye ubongo, lakini yale mambo ambayo tumeyasema ambayo yanaongeza hatari, ukiyaepuka inaweza ikawa ikasaidia. Sasa kwa habari ya matarajio, yanategemea. Kwa mfano kama uvimbe umeondolewa wakati wa upasuaji na umeondolewa wote, yani umepatikana ume mapema, kwa hiyo umeondolewa wote, matarajio yako ya yatakuwa mazuri sana, lakini pia nategemea pia eneo ambapo huo ubongo ulipo. Kuna maeneo mengine hata kama ka uvimbe ni kadogo, matokeo ni mabaya. Lakini pia hatua ya kansa, je, imesambaa kwenda kwenye maeneo mengine mpaka kwenye sehemu zingine za ubongo, au ni iko eneo lile lile? Lakini pia kama kansa ndio imegunduliwa au ndio inajirudia, kwa sababu kuna watu wengine wanatibiwa kansa yao ina inakuwa imedhibitiwa, hapo baadaye tena inajirudia. Lakini pia afya ya mgonjwa kwa ujumla, kwa mfano, kama ni kijana anaweza kapambana vizuri na, na zile dawa kali, lakini kama ni mzee hali yake inaweza kawa uh, matokeo yanaweza asiwe mazuri sana. Kama usipopata matibabu ya uvimbe kwenye ubongo unaweza kupoteza uwezo wako wa kuwasiliana na kufanya kazi, kwa hiyo ukashindwa kabisa kufanya kazi. Lakini pia unaweza pia kupoteza uwezo wa kufanya kazi, na ubongo wako ukashindwa kabisa kufanya kazi. Na kama tunavyojua, kama ubongo wako ukishindwa kufanya kazi, inamaanisha pia na wewe eh, sio wewe tena. Ubongo ndio unaendesha kila kitu, ina maana utabaki pale e, Asante sana kwa kuwa nami paka wakati mwingine. Nashukuru. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA. Kwa urahisi kabisa tutakuunganisha.